Wateja wetu Esma textile shop jamani, nimerudi tena. Kitambaa kama cha kwangu hiki cha modo, kitambaa kama cha kwangu kipo dukani hicho hapo, na mita shilingi elfu tano tu. Kitambaa kama cha kwangu mhm. Hii nguo jamani sijanunua dukani mie, nimemwita fundi, fundi wangu Ngwalu, kanishonia kitu kama hichi as you see, na ninajishaua mie popote ninaenda kwa kitambaa cha shilingi elfu tano. Jamani zingatia, kitambaa cha shilingi elfu tano cha English satini chambu, English satini chambu. Jamani ndio hii unavyoiona, chambu chambu, maana chambu chambu. Jamani hiki ukikuti sehemu yoyote ma, una chochote cha kuambia Watanzania Ah ah. Mhm. Hi. Mm -hmm. English satini. Aha, English satini namba moja. Ukiambiwa English satini namba moja, basi ndio hii. Hichi kitambaa bwana. Umeona mimi nimevaa hii nguo. Labda utamkuta mteja wangu alokuja kununua hapa dukani kwetu. Hukuti popote hichi kitambaa jamani. Hichi kitambaa sio combine kama unavyoniona, na una ringa kama hivi. Hakikisha ukipata kitambaa kama hichi unajishawa kama hivi. Jamani tuna maua mengi mazuri ya chambu chambu. Maua ni mengi, maua ni mazuri. Kitambaa ukivaa sult unavaa mwenyewe, yani kwamba haviko vingi, ndio maana hata bei yake yika, ikawekwa shilingi elfu tano tu jamani, hmm. Tunapatikana Sinza Afrika Sana. Namba zetu za simu ni sifuri saba moja tisa 646 mia saba na tano karibu upendeze na Esma Textiles Shop.